ni wale ambao wa kitawadiriki wao wa kiama na wao wakiwa hai. Yani mpaka kiama cha ingia, we uko hai au fulani yuko hai, basi ha, huyo wakati huo ni mtu washari mno. inna min shirari nas, hakika. inna min shirari nasi, inna min shirari nas. zakallahu khairan. inna min shirari nas, hakika miongoni mwa watu washari mno

Yoyote atakayesema Allah Allah, maana yake nini? Sasa ikiwa Allah ndiyo sababu ya kuumbwa mbingu na ardhi, yeye ndiyo Muumbaji. Ikiwa Allah vitu vyote viko kwa ajili yake. Sasa wakati huo hakuna kutajwa Allah, na watu kitawadiriki kiyama. Watu hao hao ndiyo kiyama kitasimama juu yao. Tukusudia kile kiyama cha kufa watu wote, hakika ni watu washari.

ni wale ambao kiama kit kitawadiriki wakiwa hai. Lakini watu wa pili ni wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, hao pia ni katika watu wa shari, walladhina yattakhidhuna alqubura masajida. Watu wengine wa shari kabisa ni wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, sehemu za ibada. Eh, sasa ni kazi na leo hapa, leo utazungumza, kuna watu wako hivi, yaani katika makaburi ndio kuna misikiti yao, wanafanya zile sehemu zenye makaburi ndio sehemu za ibada yao. Leo wako watu ksampoli hiyo, na huku Mtume alaihi salatu wasalamu kashawa hukumu kwamba ni katika watu wa shari mno. Sasa hapa, wanachuoni wana maneno, wanazungumza zikiwemo zile faida zitokanazo na hadithi hizi, kama al-allama hapa aliposema, fi lhadithi dalilun ala butlani lsala inda lquburi, katika hadithi, katika hii hadithi, kuna dalili ya kubatilika swala, kuwa swala ni batila, ile swala yenye kuswaliwa katika makaburi ni batila, sio tuelewana. fi lhadithi

ambayo misikiti hiyo imejengwa makaburi, ambayo misikiti hiyo ina makaburi. Katika hadithi pia kuna dalili ya kubatilika swala inayeswaliwa katika misikiti iliyojengwa katika makaburi, mufahamu. Lakini yani, misikiti ambayo imejengwa katika makaburi, basi swala yabatilika katika misikiti hiyo

Wnnahyu yaktadi alfasad inda alusuliyin, na makatazo yanapelekea kuharibika kile kilichokatazwa, kile inda alusuliyin. Katika ulamaa wanachuoni wa usuli wanataja haya kuwa, yakija makatazo, ukkatazwa jambo fulani, basi hicho ulichokatazwa lao kama utakifanya basi ni fasil, namna kitu falladhi yusalli inda alqabri

watu wangapi kuswali katika msikiti hii. Na ndio maana jana mimi nikasema, jana nikazungumza nikasema, yatakiwa ukipita maeneo yale ukifanya ziara na kutembelea maeneo ya pwanipwani huko, basi yatakiwa uwe, uwe mahiri kwelikweli, uwe mjanja, sio waingia kila msikiti, kwa sababu huko maeneo ya pwani ndio kumeharibika zaidi. Humu mwetu yafanywa kuigwa tu, wanaiga tu, waliona huko yanafanywa na wao wafanye humu mwetu lakini maeneo yale ndio yameharibika zaidi. Nadra sana kukuta misikiti kule haina makaburi, nadra sana lakini, misikiti mingi imejengwa katika makaburi. Kwa hivyo lazima watu wawe wajanja. Wewe ukifika katika hii misikiti ya pwani huko, jana nikasema mimi hapa, ebu zunguka kwanza msikiti huu, ujihakikishie kwanza, zunguka kwanza. Mara nyingine una mswaki wako hivi, wewe unapiga hivi mswaki wako wa mti, uliozunguka huko usimka kule uhakikishe, kwamba huu msikiti uko salama. Kinyume na hivyo, utaingia mahala pabaya kabisa, ambapo pafai kuswaliwa hapo. Kwa hivyo katika hadithi Shekhi anasema kwa dalili hii kubatilika kwa, kwa, kwa swala inayeswaliwa katika misikiti ambayo imejengwa katika makaburi, lianna salatu manhiyun anha, au anha. Kwa sababu hiyo swala iliyokatazwa, yani wewe usiswali mahala hapo, imekatazwa

Ni mayahudi au ni manaswara au ni mamoja wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, basi wao wafahamu kwamba hao ni viumbe wa shari. Wao hao ni viumbe wa shari. La ahada, la ahada sharru minhum, hakuna yoyote mwenye shari kuliko wao. Waliyadhu billah, yani wale wenye wa kufanya sehemu za makaburi kuwa ni sehemu za ibada, hao ni shari ya viumbe.

rih kabla ya kiyama, upepo ambao utakuwa unaondoa na kufisha zile roho za waumini, kwa maana ni sababu ya kifo chao. Ule upepo, upepo atawapuliza waumini wote wa kiume wa kike, wafu wa fala yabqa fi lardhi illa lkufar wa shirar alkhalq. Kwa hivyo hakuna watakaobakia katika ardhi isipokuwa ni kufar na wale watu wenye shari kabisa yataharajun kama tataharajul umur. Hapo itakuwa watu kuingiana wa kama wanavyoingiana punda. Aa, watu washari, hawana dini, hawana mwelekeo, hawana tabia njema, na huku tunakoenda ndiyo huku. Leo imefika mahala watu hawana dini, watu hawana akhlaki njema, watu vurugu vurugu tu, ndotwaenda hivyo. Leo imefika mahala wanaume kwa wanaume wa wana bali mataifa yakatetea jambo ya hilo, wanaume kwa wanaume waoane, siju yani zile zaitwa ndoa za jinsia moja, wanawake kwa wanawake waoane, si ndo haya. Sasa yani itafika zama watu wataingiana hivi kama vile punda yeah. si ndo huku sasa. Sasa hivi kadiri siku zinavyoenda hivi ndo hivi. Msidhani kwamba haya mambo yameanzishwa haya, yatakuja kukoma hivyo kirahisi, la bali yatazidi kutanuka waume kwa waume, twende eh hivyo hivyo. Sasa itafika mahala hata wewe ukisimama ukashika maiki hivi ukagombeza ukakemea mambo haya, jamani, hakuna mambo haya, utaonekana wewe ni mtu wa ajabu. Yani dunia hii inavyoenda, mtu atashika dhai analingania, jamani, hii mambo ya ndoa ya kuoana mume kwa mume, hii hii mambo hakuna, hii hii mambo sio sawa. Sasa jamii itakushangaa wewe, kwani leo sikuna watu wanashangaa? Yani jamii itakushangaa wewe vipi? Sasa huko ndo watu naenda huko. Na itabakia watu wa sampuli hiyo, mpaka watu watauana wao kwa wao, kama hivi ilivyo, kama vile wanyama tu, bali bora ya wanyama kuliko ninyi ambao mmepewa akili na mmepewa na dini na mali. bora ya wanyama. Kwa hivyo haya ndiyo twaendeayo, na itafikia mahala watu watakuwa hivi, na ikishafikia huko, shari zimeenea